Eh, mdogo wake na haji Manara. Okay, kwenye hili ambalo limetokea kwa kaka yako, nini hasa kwanza unazungumza? Tuanze hapo. Ah, kwangu mimi kawaida, kwa sababu hata vikombe kabatini vinagongana, kama iko hivyo japokuwa. Uh, kwenye uhalisia naona kama kuna mapichapicha yanaendelea, na nikisema mapichapicha mtakuja kunielewa tu, siku mtakuja kusema kumbuka na maono. mm -hmm. So mimi bwana, mimi nimetakaswa, nime, nime, nime kwa hiyo hivi vitu navige sijagi kwa ushabiki kuviongelea, mm. Nataka na nifanyie research ya undani okay. Ehe, eh, behind utaweza kuona kuna kitu kibijificha, lakini kama ndio reality kinachoendelea, mimi naweza kusema kawaida. Kwa nini uje kusikia watu wameachana? Si aliachwa Ruby? Ndio, mm. Si aliachwa si aliolewa pia kwa mwembe? yeah. Si aliachwa rushaina? yeah. na leo siku achwa Zari? yeah. Eh, kawaida kwa chozo hili kawaida, mm. eh, vitu vya kawaida sana kwa sisi ambao si tumeruhusiwa kuoa na, ku, na, ku, na, ku, na kuchagua zaidi ya wanne sasa, lakini ndio kutoleana siri hmm, za ndani kuna mawili. Unajua siku zote uh, ukiona paka imefikia hatua namna hiyo, nimekuambia huenda kuna kitu kinasukwa, ni hivyo kitokea, ni kweli wamewin. Wamewini kwa asilimia mia moja lakini wamefeli vibaya kwa watu ambao wanawatazama, kwa sababu ukiona mpaka vitu vimefika kwenye mitandao ya kifamilia tunakugombana kupo kwa mwanamke na mwanaume, lakini sio hatua kusema kwamba uh, kutoleana siri za undani. Unaona vizuri mwenzangu, anilizishi mwenzangu afanye hivi, mwenzangu ana kibania bado dagaa tu unge mchuzi upate mlo kamili wa mchana. Hey, mlo mchana. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo vitamshusha mtu. Unaona vizuri, kama wanahisi kwamba wao ndio kupandisha vitamshusha mtu, lakini kama imetokea

AKA na nye GB zile. Unaona vizuri eh? Bado unaweza kupata GB moja, GB mbili ndio vile. Kwa kweli imenisikitisha. Ndio maana nimekwambia siamini, hata sitaingia mguu wangu wote. Kama kweli hicho kinachoendelea kinachoendelea sasa hivi ni kweli. Lakini mimi kwa akili yangu mimi naona kuna kitu kinakuja. Ni, nini kinachokufanya uone kama kuna kiki inachezwa hapa kati? Yaani yaani, unajua unajua, Zaiylissa kila mwanaume ambaye anatoka naye Alafu anaachana naye anaachana kwa ubaya. Ndio ni kweli. Unaona vizuri. Naamini hata kama anaenda kuona na Haji Manara, alishamjua historia ya Haji Manara. Mpaka anaingia alishaona historia ya Haji Manara ikoje. Kwa hiyo sitaki kuamini. Kama kama hata kwenye kuachana na hili kama alivyoondoka kwa Dullah Makabila na mbwembwe. Unaona vikebei. Unaona alivyoondoka kwa jamaa nani Mingo. Unaona vizuri eh? Yaani tuduku nyuma ehe. Yaani usiamini kama hapa kwa sababu Haji ana mdomo mimi nikasome. Unaona vizuri, Haji ana mdomo. Naona uzuri hmm. Na mdomo wake kweli ume na kweli kweli, yani kwa kwa Zaiylissa, mpaka anaingia pale alikuwa tayari ameshajua kwamba mwanaume anaenda kunioa ni mtu wa namna gani. Oh, kwa kama kujipanga, alikuwa amejipanga kisaikolojia. Kwa hiyo siamini kabisa kama Zai anaweza kufanya vile. Ila uvumilivu uvumilivu unaishaga, una mda mwingine sawa, inatokea. Ila na kurudia tena, before hajaolewa na Haji, alishamjua Haji ni mtu wa namna gani. Sijaona jipi ambalo limebadilika kwa Haji, kwa, kwa nini eh? sijaona kwa sababu alisema wanaonitaka umepita. mm. ukiona leo zako wananyolewa na Yesu unataka tuwe maji, kichwa chako unyolewe. mm. Ujiandae. mm. Kwa hiyo sikuona kama kwenye kwenye, na alikubali kuingia ndoa, alikabiliana na vyote ambavyo alikuwa anaviona kwa wenzie na vingemtokea. Lakini kwa Lubna hakukua hivyo, Lubna aliondoka kimya kimya, hakukua na mabishano. Na ndio maana nimekuambia kitu kimoja. Ndio maana nimekuambia kitu kimoja. Mm. Yaani kwamba na mimi nitegemea Zai angeondoka pia kwa staili ya Lubna. Mm. Alipoondoka. Mm. Sawa eh? Mm. Yaani kwa sababu asingetengeneza tension kubwa. mm. lakini kwa hiki kilichotokea, yani sitaki kuo. Niko 50 50. Niko 50 50. Sitaki kuamini kama ndio sahihi ya kwa dawa achana. Mm. Niko 50 50. Ila mimi nahisi kuna deal. Kwa sababu nilikwambia leo kwamba alikuwa ananyanyasa wanangu awali. Watoto wangu ndio wanafanya nao challenge. Ndio. Sasa alikuwa hajashiba kipindi kile yuko na wacha. Unaambiwa kipindi hicho kwa mujibu wa, mm. wa wale ambao walikuwa wana urafiki kabisa na familia wanasema mtoto wa kwanza wa Manara Hamida, mm. na Zailisa walikuwa chui na paka. Wewe unahisi chui na paka inatokea nini wakati kwamba aliyempenda baba wewe ni mamako? inatokea wapi? Yule yeah, sio mke mwenzie yule, ni mama yake, maana yule mtoto, hakai Tanzania sana. Ah, mimi najua mtoto anasoma nje. Yeah. Yeah. Hata angekaa hapa kwa bibi yake kupo ili tu kwa bibi mm. sana kuliko kukaa nyumbani kwao. Of course, labda uenda mtoto atakushindana na mama yake, ilikuwa kwa sababu Zaiylissa msichana na mtoto pia msichana. Kumbuka baba unacho unacho, unaona skinny jeans mm. Sasa mama, kuna muda ifika kwamba ujue hii ni chakula cha baba mm. na wewe ni mtoto mm. ambaye uliletwa kupitia chakula cha baba mm. kwa hiyo sikuona tofauti. Mtoto atakuwa simame kwenye nafasi yake kama mtoto yeah, na mama itakuwa simame kwenye nafasi yake kama kama mama, sawa sawa na, nataka tukumalizie hapo. Kuna vile viungo huyu mm. picha zimeonekana huko, anasema anazo, pia zimekutwa chumbani. Kurogwa kwa mwanaume kawaida, hata mimi narogwa na najua kama narogwa eh Asikwambie mtu sunna kuo kurogwa, madhali anakurogwa, usiwe poyoyo, usiwe za mwamwa, usiwe zumbukuku, usiwe azonto. mm. madhali tu kwamba usiwe nasahau familia yako, usiwe nasahau wazazi wako. Kurogwa ili mpende, mm. sawa. so, na mimi naweza kusema kwa ajili ya Manara mwaka, mganga alipatikana, mganga alipatikana wa ji Manara kivipi? Basi unakuwa unaona anahimishwa hivi mm. kila baada ya pele kwa, tuka ngombe, kwa pugu mnada namna hii, twende huko mm. eh. Mbona fanya mchezo nini nini wewe? Yaani ingetulia kidogo tungemwona Jimanala hadi kwenye kitchen party gala. Nyi si mmeshangaa kitenge changu mimi mngemwona maana yale kashoa kitenge. Na na na, na. Watu wakawa wanajiuliza wazungumzie swala kitenge hapo, tunakumbuka Zailisa alishona kitenge kina picha za Haji Manara. Ndio. Ile nguo itaenda wapi kama kweli hasa kuna mtafaruku huko kati yao? Ah, ile divazi ilipita kama limepita ni sawa tu hapo, unaweza size ukaenda Mbengo uka, uka print kitenge chako umeandika kwa Mbengo TV. Unaweza kwenda ku print kitenge chako umeprint umeandika Bona TV. Hmm. Unaona vizuri Bingo Online. Hmm. Umeprint, sio imeandikwa, sio nani eh, nini kawambe sijui unaona vizuri Mai TV, unaona vizuri kila mtu. Bongo 5 kila mtu anaweza kila mtu anaweza. Mm. Sasa atavaa nani, au itabidi amuuzie mke mpya wa manara mwingine? Maana kwa tetesi za chini ya kapeti Manara uh, hivi karibuni anaenda kuongeza mke, labda sio mkoa huu. Kivipi? Labda endeandeni kwa msisi huko mazingara sua. Kivipi? Hapana, kwa mkoa. Hapana, hapana. Kwa nini? Hamna kaka, napelekea kaka. Sasa utakuwa utuzimaovyo sasa hivi amtafute mwanamke ambaye Yani, mwanamke huyo ya asiwe na uzazi, okay. anaona vizuri yani, uzazi ashamaliza, ya ikiwezekana hata siku zake pia mwanamke pia au ashafunga okay. Unajua kinachomtofautisha kinacho kufikia hivi ni age okay. ya Zaiylissa sasa. Ukiangalia Zaiylissa bado damu changa, unaona mm -hmm. vizuri mm -hmm. eh, digidigi, digidigi. Kama indi, la kuchoma lile mm -hmm. kuna nini nafikiri kwa mi nachomshauri kakaangu yani, akitaka hivi vyote vimwepuke vivi, kama kweli wameachana mm. atafute mtu ambaye tayari ameshakomaa siku mm. amtafute mtu tayari kwamba huyu ameshazaa mm. yupo, kwa sababu ya kufanya nini, ya kuishi maisha yake mm. na nataka uzungumzie hili la mwisho uh, maana najua unachelewa hili la mwisho uh, tukitazama Zailisa ameweka wazi kuwa Manara hajawahi kumnunulia hata nguo. Mm. kumnunulia mm bua mm-hmm. Siamini na kwenye hilo ila, anaweza nkaamini kwenye utashi wa maneno okay. Zaiylissa, Manara anaweza sikununulie, lakini mengi ambayo unayapata kupitia Manara yeah, yalikufanya uwe hapo ulipo okay. Tusisahau mbachao kwa msala upitao, okay. Usitafune bigi, usitaf... Msiteme bigiji kwa kalanga yeah, za kuonjeshwa. Umeelewa mm? Vizuri Zairisa wa kuadula makabila tofauti na Zairisa wa, mm, sasa hivi, kukenia, wa wa Jimanara mm. Alikuwa Zairisa wa moto kule, alikuwa anaonekana Zairisa wa vibobu, unaona vibobu eh, wa yaani, demo fulani vya kawaida, lakini blandi ambaye amepata kwa Jimanara asijisahau. Eh, usimtukane mamba kama mto ujavuka. so, so. Usijisahau yaani yani, mwema harisi na ubaya akosi, hawezi kuwa na mema yote, pia hawezi kuwa na mabaya yote. Kwa hiyo so, so. kuna machache ambayo amekutengeneza umekuwa waleo hao so, so. hata collection kina nani kina lulu hair wanakupa nywele, wanakupangua, wanakupa kwa sababu walikuona una mtu ambaye amepika na amekupikisha kweli kweli kwelikweli, umewiva. Kwa hiyo usijisahau kwenye hilo tungemwacha Zaiylissa Dullah Makabila angeendelea bwana yake anavaa viwigi, angekuwa anaendelea kumdesign Dula tu kuvaa viwigi kwenye show tofauti na huyu mm. e, yani. e, eh. e, na huyu ambaye ungemwona sasa hivi kabisa, yani taiti za 2012 angesipata kule kule, hawezi kabisa. Brand inatengenezwa na Manara ni kubwa, the big brand aiheshimi sana, neno moja kwa Dula anaweza kawa. Yani mimi si mshauri Japokuwa Dullah anajua mshirikina, unaona vizuri Dullah mshirikina anamjua na ushirikina anaupenda. So, ukimangata hadi wewe mwili wako unaacha kazi baada ya kashata. Najua ile swali. Lakini mimi simshauri Zaiylissa kurudi kwa Dullah. Atakuwa ameenda kufa. Kivipi? Kufa hata akikwa dau. Labda wanajuana. Kwa hiyo lile gari. Wanajuana kisirisiri wanajuana. Lakini usema kwamba binafsi aende kwa, kwa Dullah. Eh. Lakini tu, tunakumbuka vizuri alimnunulia gari. Maana Manara alimpa gari Zaiylissa. Kwa nini sikilipata gari gari jipetoka? Eh. Mimi nakumbuka ajali. Ndio haijatoka gereji. Mm, mm. Kwa maana Manara hana uwezo kutoa gari gereji. Ah, sijajua sasa bia hii kwa sababu tumeona mwanamke safi ana request kama mimi tu e, Eh, mwendo we wa bodaboda. Mm. Uzuri wewe una gari e, yako. Eh, mwendo wa bodaboda. Umenua na limu Ee, mwenzetu kaingia kwenye umaskini asirudi, asirudi kwa, kwa Dula Makabila. Lakini, Dula inaona akitaka brandi yake itulie vizuri, asirudi kwa Dula Makabila, haiwezekani zaidi tu labda. Uenda tu mwenyewe alikuwa na muda wake, targeti zake, targeti zimeisha, mm. akaamua move on. Nawashukuru mm. sana ndugu na zangu kwa waandishi wa habari <muchan>